Haya ni makosa kumi ambayo unatakiwa kuyaepuka kwenye tabia na mienendo yako ya kipesa. Pesa ina tabia zake na kanuni zake, na usipoziheshimu haitokai kuheshimu hata siku moja. Kosa la kwanza hutakiwi kufanya ni kuendesha maisha yako kwa kutegemea mikopo. Usitegemee maisha yako yaendeshwe kwa kipato kilichotengenezwa na jasho la watu wengine na ujuzi, muda wao, na maarifa yao, wakati na wewe una uwezo ule ule, una nafasi ile ile, una fursa zile zile. Kama una uhitaji maalum, kila mtu ataelewa na hao wanaotengeneza hiyo hela watakuwa wa kwanza kukuhudumia. Kosa la pili hutakiwi kufanya ni kuwa na matumizi ambayo yako juu ya kipato chako. Kosa la tatu hutakiwi kufanya ni kuendeshwa na hisia wakati wa matumizi. Usifanye matumizi kwa mihemko. Usinunue kitu kwa sababu mtu mwingine amekinunua, wala usiende kwenye manunuzi ukiwa na orodha ya vitu vitano lakini ukaanza kununua kitu cha sita na cha saba ambavyo havikuwa hata kwenye orodha yako ya manunuzi. Kosa la nne ambalo unatakiwa kuogopa sana kufanya ni kuwekeza nguvu na muda kwenye kutafuta utajiri wa haraka, utajiri kwa njia nyepesi. Utajuaje kwamba kilichokuja kwa haraka hakitaondoka kwa njia ile ile? Kosa la tano unatakiwa kuepuka ni kupuuzia fursa za kuingiza kipato kwa imani kwamba kuna fursa kubwa zinakuja. Kosa la sita utakiwi kufanya ni kutegemea kipato kimoja maisha yako yote. Ukianza kusimama, jaribu kutengeneza kipato kingine na kipato kingine. Kosa la saba unatakiwa kuepuka ni kuto kuwa na mipango ya mapato na matumizi yako kwenye maisha yako. Acha kutembea bila uelekeo kama vile uko gizani kwenye maisha yako ya kifedha. Kosa la nane inabidi kulizingatia sana na kuliepuka ni kutokuwa na mpango wa kustaafu. Hili tumejifunza kwa wazazi wetu, tumejifunza kwa ndugu jamaa na marafiki hawakujua namna ya kuitumia pesa kuwekeza na kuzalisha. Walichokijua ni kile pekee ambacho walikuwa wanakifanya kazini. Tujifunze kwa waliotutangulia na tujaribu kuyaepuka hayo yaliyowakuta. Kosa la tisa unatakiwa kuliepuka ni kuikwepa au kutoichukulia maanani elimu na maarifa ya pesa. Kosa la kumi, usipuuze elimu ya kodi, kwa sababu kama hauna hayo maarifa na huo ujuzi, kuna siku utawekeza kwenye biashara na utapigwa na kodi kiasi ambacho hautoamini.